kwa neema ya Mola wako Mlezi, wewe si mwenda wazimu. wa inna laka la ajran ghayra mamnun, na kwa hakika wewe una malipo yasiyo yasiyokatika. wa innaka ala khuluqin azim, na hakika wewe una tabia tukufu. basa tubsiru wa yubsirun, karibu utaona na wao wataona ni nani kati yenu aliyepandwa na wazimu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, hakika Mola wako mlezi ndiye yeye ajuaye zaidi nani aliyeipotea njia yake na yeye ndiye anayewajua zaidi walioongoka. Fala tuta'il mukathibin basi usiwatii wanaokadhibisha. Wanatamani wana lao ungelainisha ili nao wakulainishie. wala, wala usimtii kila mwingi wa kuwapa kwa kudharauliwa tapitapi apitaye akifitini, mwenye kuzuia kheri, dhalim, mwingi wa madhambi, mkavu, na juu ya hayo mshari amejipachika tu kwa kuwa ana mali na watoto. Anaposomewa haya zetu husema, hizi ni simulizi za uongo za watu wa zamani. Sana simuhu ala, tutamtia kovu juu ya pua yake Inna sahabanal jannati iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Hakika tumewajaribu hawa kama tulivyowajaribu wale wenye shamba walipoapa kwamba watayavuna mazao yake itakapokuwa asubuhi. wala yastathnun, wala hawakusema Mungu akipenda fa basi lilitokea tukio juu yake kutoka kwa Mola wako Mlezi nao wamelala, likawa kama usiku wa giza. Asubuhi wakaitana kwamba nendeni kondeni kwa mwenu ikiwa mnataka kuvuna. Basi walikwenda na huku wakinong'onezana ya kuwa, leo hata masikini mmoja asikuingilieni. Walikwenda asubuhi nao wameshikilia azimio hilo. Basi walipoliona wakasema, hakika tumepotea, bali tumenyimwa. Alam aqul lakum lawla tusabbihun mbora wao wakasema sikukwambieni kwa nini hamumtakasi Mwenyezi Mungu. Kalu, subhana Rabbina, inna kunna zalimin wakasema ametakasika Mola wetu mlezi hakika sisi tulikuwa wenye basi wakakabiliana kulaumiana, wao kwa wao wakasema, ole wetu, tulikuwa tumekiuka mipaka. asa rabbuna

Namna hivi yanakuwa mateso, na bila shaka mateso ya akhira ni makubwa zaidi, laiti wangelijua. Hakika wacha Mungu watakuwa na bustani za neema kwa Mola wao mlezi kwani tutawafanya Waislamu kama wakosefu? Mna nini? Mna hukumu vipi? Au mnacho kitabu ambacho ndani yake mnasoma In kuwa mtapata humo mnayoyapenda, au mnazo ahadi za viapo juu yetu za kufika siku ya Kiama ya kuwa hakika mtapata kila mnayojihukumia. salhum ayuhum

Basi wawalete washirika wao wakiwa wanasema kweli. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un, siku utakapowekwa wazi mundi na wataitwa kusujudu lakini hawataweza. Khashiatan absaruhum tarhaquhum dhilla wa qad kanu yud'auna ila as-sujud wa hum salimun macho yao yatainama chini, fedheha itawafunika na hakika walikuwa wakiitwa wasujudu walipokuwa wazima. wa man yukadhibu bihadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, basi niache na wanaokadhibisha maneno haya tutawavutia kidogo kidogo kwa mahali wasipopajua. wa umli lahum, inna kaidi matin, inaopururia muhula, hakika hila zangu ni imara. Am tasalum ajra, fahum min maghramin muthqalun, au unawaomba ujira na wao wanaemewa wa na gharama hiyo Amin al-ghaybu fahum yaktubun, au ipokwa osiri basi wao wanaiandika. fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdhum, basi ingojee hukumu ya mola wako mlezi wala usiwe kama mmezwa na samaki aliponadi naye kazongwa Lawla, kama isingelimfika neema kutoka kwa Mola wake mlezi, bila shaka angelitupwa ufukweni naye ni mwenye kulaumiwa. Fajtabahu rabbuhu fajalahu minas salihin, lakini Mola wake mlezi alimteua na akamfanya miongoni mwa watu wema Wa